Wanawake wengi wamekuwa wanakosea jinsi ya kujitoharisha baada ya kumaliza ada zao za mwezi. Leo nitawaelekeza jinsi ya kujitoharisha baada ya kuwa wamemaliza ada zao za mwezi. Kitu cha kwanza cha kukizingatia ni kuthibitisha au kuhakikisha kuwa damu imekata, yaani damu haitoki tena. Baada ya kuwa amethibitisha kuwa damu haitoki tena, kuna mambo ambayo anatakiwa ayazingatie ili aweze kujitwaharisha baada ya kuwa amemaliza ada yake. Kwanza kabisa aangalie katika mwili wake hakuna najisi yoyote. Endapo atakuta najisi yoyote, inabidi ajitwaharishe kwanza ile najisi, najisi najisi yenyewe, mfano labda katika mwili wake kutakuwa kuna tone la damu, ahakikishe ile damu ameshaitwaharisha, ndo aanze kukoga josho lake. Aangalie katika kucha zake ikiwa kuna kucha za bandia, inabidi kwanza azitoe ili aweze kuoga josho lake la ada. Inabidi ahakikishe kuwa maji yanafika mwili wote. Ikiwa katika nywele zake kuna mafuta mazito yanayopelekea maji asiweze kufika katika ngozi, inabidi kwanza aanze kuziosha zile nywele zake kwa sabuni, ili aondoshe yale mafuta mazito yaliyokuwepo katika nywele zake, na aweze kujitoharisha, maji yakafika yake ahakikishe kuwa katika uso wake hakuna vipodozi vizito, mfano labda uso wake una makeup, inabidi kwanza aondoe ile makeup ili aweze kujitoharisha. Aweke nia ya kujitoharisha josho lile la hedhi, nia utasema naoga kwa ajili ya kuondoa josho la hedhi, kurbatan ilallah. Atanuia kimoyomoyo, sio lazima mpaka sauti aitoe kwa nje. Akiwa tayari kashaweka nia inabidi kuwepo kuna maji. Yale maji yawe ni maji twahara, yasiwe ni maji ene, yenye najisi ya aina yoyote. Baada ya kuwa maji yapo tayari, ataugawa mwili wake sehemu tatu. Sehemu ya kwanza ni kichwa mpaka kwenye shingo, hiyo inahesabika kuwa ni sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili ni upande wa kushoto kuanzia juu mpaka chini, hiyo inahesabika kuwa ni sehemu ya pili. Na sehemu ya tatu ni upande wa kushoto kuanzia juu mpaka chini, hiyo inahesabika kuwa ni sehemu ya tatu. Kwa hiyo atahakikisha maji yanaenea katika kichwa chote, masikioni mpaka shingoni kote maji yanafika. Hapo atakuwa tayari ameugawa mwili katika sehemu ya kwanza. Katika sehemu ya pili ataanzia kwenye mabega kushuka chini. Baada ya kuwa amehakikisha maji yamefika katika sehemu zote za upande wa kulia, hapo tayari atakuwa ameugawa mwili katika upande wa pili. Na upande wa tatu ni upande wa kushoto. Atahakikisha pia maji yamefika sehemu zote za mwili wake. Baada ya kuwa amefanya hivyo vitu vyote, ndio itakuwa amegawa mwili katika sehemu kuu tatu. Baada ya kuwa tayari ameshajitoharisha kwa kugawa mwili sehemu hizo kuu tatu, hapo sasa ana uwezo wa kufanya ibada zote ambazo zilikuwa zinatakiwa azifanye kipindi akiwa na udhu, yani akiwa twahara.